Siku moja baada ya waziri Anne Waiguru kutisha kumshtaki kiongozi wa CORD kwa kumharibia sifa, baadhi ya wabunge wamejitokeza kumtetea vikali waziri huyo na kuwakosoa viongozi wa CORD. Aidha wamesifu mpango wa NYS na kutaka uendeshwe katika kaunti zote hapa nchini. Nicolas Wambua na taarifa hiyo kwa kina. Ufichuzi uliofanywa na waziri ugatuzi Anne Waiguru kuhusu mpango wa huduma ya vijana kwa taifa, yani NYS ndio uliomtia waziri huyu kwenye kucha za wapinzani. Wamelaumu Waiguru kwa ufisadi unaokidhirika katika wizara hiyo. CID walikuwa wanachunguza wizi wa Waiguru ni mshukiwa wa kwanza, the first suspect. Alafu tunaambiwa ati ripoti ya uchunguzi inapelekewa suspect. Waiguru ndiye anaamua ya kwamba pesa zimepotea hivi na fulani fulani ndiye anahusika. Wewe kama leo unapoteza pesa kwa ufisadi, na huku natuambia unafanya maendeleo. Hakuna maendeleo yoyote ambayo unafanya. Yeah. Lakini matamshi haya yamekosolewa vikali na baadhi ya viongozi katika Bunge la Taifa, wanasema kuwa waziri wa iguru alifanya haki kushirikisha idara ya upelelezi kuchunguza shughuli hiyo.

Wabunge hao ni kati ya wabunge sabini na mmoja ambao maeneo bunge yao tayari yamesaidika kwa mpango huo kwa kuhusisha vijana. Hii pesa haipitii kwa mbunge, haipitii kwa mtu mwingine yoyote. Pesa inaenda direct kwa vijana na akina mama wenyewe, na ndio maana mambo ya ufisadi hapo ilijaribu kutatuliwa, isikuwe kama ile mradi ingine tulikuwa nayo ilikuwa inaitwa kazi ya vijana. Baada ya uchunguzi maafisa kadhaa walitangazwa kuhusika kwa ufisadi katika NYS na kufunguliwa mashtaka. Aidha, waziri Waiguru ametisha kumfikisha kinara wa CORD Raila Odinga mahakamani iwapo hataomba msamaha kutokana na matamshi yake. Lakini Raila Odinga amelitilia sikio pamba tisho hilo.